Nije kwa watendaji, tofauti ya profesa Kabudi na mimi ni spidi. Hekima zake zilikuwa zinamfanya anaitazama jambo na kuliko miaka sabini nyuma, wakati anatafuta memory, hivi mwaka sitini hivi ilikuaje? Jambo hili hivi mwaka sabini ilikuwaje? Hivi mwaka themanini ilikuwaje? mimi huo muda wa kutafuta rekodi sina. Naomba watendaji wa wizara, kila mtu kwanza ukae kwenye kiti chako uenee na ufunge mkanda wako vizuri. Hili ndilo ambalo limechangia kunifikisha hapa. Tabia yangu inajulikana. Aidha wanaweza kukujuza watu kwa matakwa wanayotaka lakini kwangu mimi tabia yangu mimi sio unafiki. Sina tabia ya kukuchekea wakati moyoni imekununia, sina tabia ya kukununia wakati moyoni nakuchekea. Furaha yangu utaiona na hasira yangu utaiona. Ninawaomba watendaji wote katika idara zote na taasisi zote, kila mtu akae kwenye kiti chake na aenee. Nilikuwa natafakari hapa wakati wa utambulisho, nikamwona kijana mahiri kabisa natambulishwa, ndio mkuu wa mambo ya utamaduni. Kaa kwenye kiti chako, uenee. Watu wa utamaduni wamebakiza jukumu moja tu la kuomba vibali, yani wao kazi yao kwenye mawilaya na mikoa kufuatilia watu kupata vibali, yani vile vibali vile wanafuatilia zile hela, hakuna kazi nyingine inayofanyika, na tunalipwa mshahara. Na serikali imetutawanya nchi nzima. Brother, kaa funga mkanda wako ni wakati wa kupaa.